Hujambo mwanafunzi, karibu kwenye somo letu. Tunaenda kujifunza kuhusu Swahili sentence and its structure, sentensi za Kiswahili na muundo wake. Sentensi za Kiswahili na muundo wake. Maana ya sentensi: sentensi ni fungu la maneno yenye mpangilio maalum na linalojitosheleza kimaana. Maana ya sentensi Sentensi ni fungu la maneno yenye mpangilio maalum na linalojitosheleza kimaana. Sifa za sentensi: moja, sentensi huwa na mpangilio maalum wa maneno. Pili, sentensi huwa na ujumbe au maana iliyokamilika. Tatu, sentensi huwa na muundo wa kiima na kiarifa. Sifa za sentensi: moja, sentensi huwa na mpangilio maalum wa maneno. Pili, sentensi huwa na ujumbe au maana iliyokamilika. Tatu, sentensi huwa na muundo wa kiima na kiarifa. Aina za sentensi: zipo aina tatu za sentensi. Moja, sentensi sahili. Pili, sentensi ambatano. Tatu, sentensi changamano. Aina za sentensi zipo aina tatu za sentensi: moja, sentensi sahili; pili, sentensi ambatano; tatu, sentensi changamano. Tujifunze kuhusu sentensi sahili. Sentensi sahili ni aina ya sentensi ambayo huwa na kitenzi kimoja pekee. Sentensi hii huwasilisha dhana moja tu. Mifano: Kamau ni kijana jasiri. Hapo kuna kitenzi kishirikishi kipungufu "ni". Wagonjwa wametibiwa, kuna kitenzi halisi wametibiwa. Anatetemeka, kuna kitenzi halisi anatetemeka. Sentensi sahili inaweza kuundwa kwa neno moja ambalo ni kitenzi au maneno zaidi. Mifano: sentensi ya kwanza, anaimba. Sentensi hiyo imeundwa kwa neno moja tu ambalo ni kitenzi. Sentensi ya pili, mama anaimba wimbo. Sentensi hiyo ina kitenzi kimoja pekee, anaimba, ilhali imeundwa kwa maneno zaidi ya moja. Sentensi ya tatu, analia, imeundwa kwa kitenzi kimoja. Sentensi ya nne, mtoto analia sana mle ndani, imeundwa kwa kitenzi kimoja ilhali sentensi hiyo ina maneno zaidi ya moja. Sentensi sahili pia inaweza kuwa na kiima kilichododoshwa. Mifano: wanapika chakula; pili, anakimbia mbio ya masafa marefu; tatu, analia. Sentensi hizi tatu zina kiima ambacho kimedodoshwa. Tazama video hadi mwisho ili kujifunza kuhusu kiima. Tujifunze sentensi ambatano. Sentensi ambatano ni sentensi ambayo huundwa kwa kuunganisha sentensi sahili mbili. Sentensi ambatano ni sentensi ambayo huundwa kwa kuunganisha sentensi sahili mbili. Sifa za sentensi ambatano: moja, inaweza kuwa na vima vilivyodondoshwa; pili, huwa na kiunganishi; tatu, huwa na vitenzi viwili au zaidi; nne, huwa na vishazi huru viwili. Tano, hutoa wazo zaidi ya moja. Sifa za sentensi ambatano: moja, inaweza kuwa na vima vilivyodondoshwa; pili, huwa na kiunganishi; tatu, huwa na vitenzi viwili au zaidi; nne, huwa na vishazi huru viwili; tano, hutoa wazo zaidi ya moja. Mifano ya sentensi: mama alipika wali huku akiendelea kuimba. Sentensi sahili mama alipika wali na akiendelea kuimba zimeunganishwa kutumia kiunganishi "huku" ili kuunda sentensi moja ambatano, ambayo ni mama alipika wali huku akiendelea kuimba. Pia tazama mifano hiyo nyingine: mkulima alipanda mahindi mengi ilihali mvua ilinyesha kiasi Tatu, alipita mtihani ingawa hakusoma. Aina ya mwisho ya sentensi ni sentensi changamano. Sentensi changamano ni ile ambayo huwa na vishazi tegemezi vilivyochopekwa ndani yake. Sentensi changamano ni ile ambayo huwa na vishazi tegemezi vilivyochopekwa ndani yake. Sifa za sentensi changamano: moja huwa na kishazi tegemezi chenye kitenzi kinachovumisha nomino kwa kuirejelea. Pili, huwa na kishazi huru kimoja au zaidi. Tatu, huwa na matumizi ya orejeshi na kirejeshi amba. Nne, huwa na matumizi ya enye. Mifano katika sentensi: mwanafunzi ambaye alipita mtihani ametuzwa na rais. Pili, aliyekuja aliiba bidhaa nyingi dukani. Tatu, mgonjwa mwenyewe alijiumiza daktari alipoondoka. Nne, yaya alitumia pesa zilizokuwa dukani. Muundo wa sentensi. Sentensi ya Kiswahili ina muundo ufuatao: sentensi huundwa kwa kundi nomino na kundi tenzi. Kundi nomino huandikwa KN, ilhali kundi tenzi huandikwa KT. Kundi nomino ni sehemu ya sentensi iliyo na nomino. Hii ndiyo sehemu ya kwanza ya sentensi. Kundi tenzi ni sehemu ya sentensi iliyo na kitenzi. Huwa ni sehemu ya pili ya sentensi. Siku zote kundi tenzi huanzia pale ambapo kitenzi kinaanzia kwenye sentensi. Kundi nomino ni sehemu ya sentensi iliyo na nomino. Hii ndiyo sehemu ya kwanza ya sentensi. Kundi tenzi ni sehemu ya sentensi iliyo na kitenzi. Huwa ni sehemu ya pili ya sentensi. Siku zote kundi tenzi huanzia pale ambapo kitenzi kinaanzia kwenye sentensi. Tazama sentensi hizi. Ya kwanza, mwalimu anafunza Kiswahili. Sentensi hii imeundwa kwa kundi nomino neno mwalimu, na kundi tenzi anafunza Kiswahili. Sentensi ya pili, daktari hodari ametibu ugonjwa huo, imeundwa kwa kundi nomino daktari hodari na kundi tenzi ametibu ugonjwa huo. Sentensi ya tatu, anakimbia. Sentensi hii ina kundi nomino lililodondoshwa au tunaweza kusema kundi nomino kapa. Kwa hivyo basi, kundi nomino ni kapa na kundi tenzi limeundwa kwa kitenzi anakimbia. Je, kiima na kiarifa ni nini? Kiima ni sehemu ya sentensi inayotawaliwa na nomino, ilhali kiarifa ni sehemu ya sentensi inayotawaliwa na kitenzi. Je, kiima na kiarifa ni nini? Kiima ni sehemu ya sentensi inayotawaliwa na nomino, ilhali kiarifa ni sehemu ya sentensi inayotawaliwa na kitenzi. Hii ina maana kuwa kundi nomino la sentensi ndilo sehemu ya kiima na kundi tenzi la sentensi ndilo sehemu ya kiarifa.